Shalaparako tosiakapa kuna neema ya uwezesho tena sheremakatoria ya masata pakatai shentapakasutakapapratai shetepaprakasaka yaliyoshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. shataparatapanaikosa rakatapalaparanaitapa kwa damu ya mwanakondoo rakata paramana ninaamuru, upakwa uwezesho ukutembelea hapo ulipo. Iwe upo nyumbani, upako ukutembelee. Upo hapa kanisani, upako ukutembelea. Kila milima yeyuke mbele zako. yakatoperi akatama hikarama ikarama ndori akatae walikwambia iwezekani? Roho, Bwana ananituma nikwambie ya kwamba yote anawezekana kwake yeye aminie. Ananituma nikwambie ya ni kwamba unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. rakata manderi ya katapai. Anaongea na mtu mmoja pengine, ulijaribu biashara, biashara inakataa, umejaribu mara ya kwanza umeshindwa, umejaribu tena imekataa. Niko hapa kukuambia ya kwamba iko neema ya uwezesho tena, unayeweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. raka ta mandereboshaka raka taparapakata. Kwenye ulimwengu wa Mungu wetu hakuna msamiati wa kushindwa, hakuna huo msamiati kwenye ulimwengu wa Mungu wetu. repa pakasuka tapaya. Yote yanawezekana, yote yanawezekana yote anawezekana raka parapakata yeke peria makata yakalabaraba. Mungu alikuambia kitu gani? Pengine Mungu alikuambia kuna mpenyo utatokea mwezi huu. Pengine Mungu alikuambia kuna jambo litatokea kwenye maisha yako, na kila ukitazama ni kama tangu ulipoambiwa ndo kwanza mambo yanaanza kuwa magumu, ndo kwanza vita zinainuka, ndo kwanza milima inakuwa mirefu ya makashata pakatai, wa upako wa uwezesho ukutembelee, rakatarapakata, inuka hapo ulipo, yakatalapakata, inuka usonge mbele, maana unaweza tena, reke pari ya makato, inuka usonge mbele, maana unauwezesho, inuka usonge mbele, maana una upako wa kuanza na una upako wa kumaliza una upako wa Alfa na una upako wa Omega. Inuka usonge mbele rakatapapaka ipakasikataka rakatapakata ekapala rakoshakat dai ro Bwana naongea na Yoeli, anamwambia mwanangu, wa mseni mashujaa raka paramakata wengine ulikata tamaa ni kama umelala kwenye ulimwengu wa roho rakatamandekata niko hapa kukuamsha tena, amka usonge mbele rakata palade bado kuna safari inuka, rakaparapa rakatamandaka inuka usonge mbele, inuka inuka, usonge mbele, mbele kuna safari bado, mbele kuna makuu, mbele kuna mambo makubwa yatatokea. Linawezekanaje neno hili? Roho Bwana atakujilia, Roho Bwana atakuatamia mpaka hayo maono yatazaliwa mpaka hayo maono yatakuwa mpaka hayo maono yatatokea, yatatokea. Rima kasakatapakata una upako wa kuatamia maono, una upako wa kuzalisha matokeo, laka taparapakata uwe upako uwe juu yako, uwe juu yako, uwe juu yako, uwe juu yako, uwe juu yako uwe juu yako rakaparapa kaua upako utapenya malango ya chuma, kaua upako utapita kwenye miba kwenye michungoma kwenye mbigiri utapita kwenye hiyo njia na utapita salama. rakaparapa hauo upako malango ya chuma, malango ya shaba, malango na mageti makuu yakaparakotopeka tapakatwe yatafunguka mbele yako. Raka parada bagata, panama, reke parapa roha Bwana reke panakotobenana ena marita padai shata parakata kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza shata parakata palabasa maandiko yanasema, harapatosiakatay hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi nayo nchi ulikuwa ukiwa tena utupu, shakataparapakatai giza likatanda juu ya vilindi vya uso wa nchi rakatapalakatariamandai roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji rekeperia makatapalama giza litaendelea kutanda kwenye maisha yako mpaka Roho Mtakatifu atakapotulia juu yako. reke peri ya makata lababababa ukiwa utaendelea kukufuata mpaka Roho Mtakatifu atakapoingilia kati maisha yako. reke peri makata para kata kata ya makata parama manderi akata raka labarapapakataimaka maandiko yananiambia ya kwamba Roho Mtakatifu alivyokaa juu ya vilindi vya uso nchi, giza alikuwepo tena sheketeri ya makata Roho Mungu akatamka Bwana Mungu akasema, let there be the light and the light light and there pale iwe nuru ana nuru ikawepo. reke peria makasaka damu ya mwana kondoo na kwa upako wa Roho Mtakatifu reke peri ya makata anatamka nuru kwenye biashara yako reke peria makata waliweka giza wakafunika kibali chako reke peria makatabariama kwa upako wa Roho Mtakatifu reke peria tapakata na amuru nuru ikufuate. raka parapa katamana hepalaka tapariamaga wametamka kwenye ulimwengu wa roho.